Kisa hiki cha kustajabisha kilianza pale mwanafunzi huyo alipotekwa nyara na watu wasiojulikana waliokuwa ndani ya gari. Kwa mujibu wa simulizi yake, alipoteza fahamu na alipozinduka alijipata kwenye boma lililokuwa ndani ya msitu mnene, mbali na makazi ya watu. Ndani ya boma hilo, alikutana na vijana wengine wa saba waliodaiwa kuwa wametekwa nyara kama yeye. Wenzake hao walikuwa wakilazimishwa kufanya kazi ya kulima katika shamba la mahindi. Kwa kutumia ujasiri na akili ya haraka, mwanafunzi huyo alifanikiwa kuchimba shimo chini ya uzio wa waya na kutoroka bila ya kutambuliwa. Nilipopigiwa simu nikaambiwa, mtoto wako Mndika ni kwanza, nilishtuka, nikauliza mtoto yupi? Wakaniambia mtoto wako ndio. Walipompea simu mtoto ananiambia, alishikwa na watu ambao hakuelewa ni na kina nani, kwa gari akapelekwa E, uko msituni kwa milima huko, so nilichukua pikipiki spidi kufika pale Mndika. Nilipofika Mndika nikapata kweli watu wamezingirwa pale kwa mtoto, mtoto na anawaelezea Kamanda wa polisi wa eneo la magharibi bwana Isa Mohamud amelaani vikali tukio hilo akilieleza kama la kinyama na kinyume cha haki za kibinadamu. Aidha, amewahakikishia wakazi wa eneo hilo kwamba juhudi za kuwaokoa vijana wengine wa waliobaki mikononi mwa watekaji nyara zitaendelea kwa kasi. Wazazi na wakazi wa Matayos wameelezea wasiwasi wao juu ya hali ya usalama hasa kwa watoto wakitoa wito kwa serikali kuongeza doria na kuchukua hatua za haraka dhidi ya mtindo huo wa utekaji nyara. Kuna watoto wengi sana ambao wamenusurika. Wengine wanatoka shuleni, gari linasimamishwa, alafu wanaanza kudanganywa na Nikiripotia dira ya Tandao, jina langu ni Emmanuel Barasa.